Katika hatua nyingine, Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kusitisha mikataba yote ya serikali ya kampuni ya bilionea Elon Musk, hatua iliyoibua mzozo mkubwa wa kisiasa na uchumi kati ya watu hao wawili wenye ushawishi mkubwa. Kwa upande wake, Elon Musk alijibu kwa kejeli akimtaka Trump aondolewe madarakani. Kwa mujibu wa shirika la habari Reuters, vita hiyo ya maneno ilianza baada ya Trump kumkosoa hadharani mkurugenzi mtendaji wa Tesla Elon Musk wakati wa mkutano wa waandishi wa habari ikulu ya Marekani. Saa chache baadaye, hali hiyo ilizidi kuwa mbaya kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii Truth Social na Twitter inayomilikiwa na Musk. Katika chapisho lake, Trump aliandika nukuu, njia rahisi ya kuokoa mabilioni ya dola katika bajeti yetu ni kusitisha ruzuku na mikataba ya serikali kwa Elon, mwisho wa nukuu matamshi hayo yalisababisha mshtuko mkubwa katika masoko ya hisa ambapo thamani ya kampuni ya Tesla ilishuka kwa asilimia 14.3, hasara ya kihistoria iliyokadiriwa kufikia dola bilioni 150 kwa siku. Mara baada ya soko kufungwa, Musk alijibu kwa kauli fupi ndiyo, katika chapisho lake la X lililopendekeza Trump afutiwe madaraka. Hata hivyo, uwezekano wa hilo kutokea ni mdogo kwa sasa kwani chama cha Republican bado kinadhibiti bunge na seneti ya Marekani. Taarifa zinaeleza kuwa mvutano ulianza baada ya Musk kupinga mswada mpya uliopendekezwa na Trump kuhusu punguzo la kodi na matumizi makubwa ya serikali, akisema utalichimbia taifa hilo deni zaidi, ambayo tayari limefikia dola trilioni 36. Akijibu kutoka ikulu Trump alisema, nuku, nimevunjika moyo sana na Elon. Tulikuwa na uhusiano mzuri, sijui kama bado tunao. Musk hakusita kujibu kwa ukali kupitia X. nukuu bila mimi Trump angepoteza uchaguzi huu ni ukosefu mkubwa wa shukrani mwisho wa nukuu aidha alikosoa sera ya ushuru za Trump akionya kuwa zinaweza kuingiza Marekani katika mdororo wa kiuchumi mgogoro huo wa sasa unatishia ushirikiano wa kimkakati kati ya serikali ya Marekani na kampuni ya Musk mbali na Tesla Musk anamiliki kampuni ya anga ya SpaceX ambayo ina mchango mkubwa katika mpango wa anga wa Marekani baada ya vitisho vya Trump, Musk alitishia kuondoa meli zake za Dragon, chombo pekee cha Marekani kinachobeba binadamu hadi kituo cha anga cha kimataifa ISS. Hata hivyo, baadaye alibadili msimamo huo na kuandika, mshauri mzuri, hatutaondoa Dragon kwa sasa. Musk pia alijibu mjadala mpya wa kisiasa kwa kuanzisha kura ya maoni kupitia X akiuliza, je, ni wakati wa kuanzisha chama kipya cha cha kisiasa kinachowakilisha asilimia themanini ya watu wakati mwisho wa nukuu. Trump alidai kuwa upinzani wa Musk unatokana na kufutwa kwa ruzuku ya magari ya umeme EVs katika mswada huo mpya, lakini Musk alisisitiza kuwa malalamiko yake si kuhusu ruzuku bali ni matumizi makubwa ya fedha za serikali. Alisema, kata mswada huu, aliandika Musk, na kusema ataridhika endapo mswada huo utaondoa kile alichokiita matumizi mabaya ya fedha, mwisho wa nukuu. Zo huo unaonekana kuwa athari kubwa kwa nafasi ya Republican kudhibiti bunge katika uchaguzi wa katikati ya muhula unaotarajiwa mwaka ujao, hasa ukizingatiwa kuwa Maski alikuwa miongoni mwa wafadhili wakuu wa kampeni za chama hicho mwaka 2024. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali.